DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ujambo wa msikilizaji, popote pale ulipo, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina abu Bakar. Mfalme Charles wa Uingereza asema ameshitushwa na shambulizi dhidi ya sinagogi mjini Manchester. Ramaphosa aitolea wito Israel kuachia wanaharakati anaowazuilia na, na Ukraini yaionya Ulaya kwamba Urusi inajaribu kuchochea vita zaidi barani humo. Habari kamili, Manchester. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza amesema ameshitushwa na kusikitishwa na shambulizi katika sinagogi moja mjini Manchester, kaskazini magharibi mwa Uingereza, lililowaua watu wawili na kuwajeruhi wengine watatu. Mfalme Charles amesema yeye na mkewe Camilla wamesikitishwa na kisa hicho kilichotokea leo, ambayo ni siku muhimu kwa ajili ya Kiyahudi wanapoadhimisha siku ya Yom Kippur. Mwanamume anayeaminika kutekeleza kisa hicho alivurumisha gari nje ya sinagogi hilo na kuwagonga watu waliokuwa karibu huku kukiwa pia na shambulizi la kisu. Polisi mjini humo imesema imempiga risasi na kumuua mshukiwa huyo ambaye hakutajwa jina. Akizungumza baada ya kukatiza ziara yake Copenhagen kunakofanyika mkutano wa viongozi wa Ulaya juu ya Ukraine waziri mkuu wa Uingereza Kia Stama amesema polisi wamepelekwa katika masinagogi yote nchini humo kuimarisha usalama zaidi kwa Mayahudi. Shambulio la Manchester ni la kushtua kabisa na tuko pamoja na waathirika. niko njiani kuelekea Uingereza, na nikifika nitakuwa na mkutano wa dharura. Tayari naweza kusema kuwa polisi wa ziada wamepelekwa katika masinagogi yote nchini Uingereza, na tutafanya kila tuwezalo kuilinda jamii ya Kiyahudi. To keep our Jewish community safe. Stama amewashukuru maafisa wa polisi kwa namna walivyoishughulikia kwa haraka tukio hilo. Johannesburg. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameitolia wito Israel kuachia mara moja wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina akiwemo mjukuu wa rais wa kwanza wa taifa hilo Nelson Mandela. Wanaharakati hao waliokuwa katika msafara wa meli takriban 45 wa kupeleka msaada katika ukanda wa Gaza walikamatwa na jeshi la Israel katika eneo la bahari ya kimataifa. Mandla Mandela na wanaharakati wengine watano wa Afrika Kusini walikuwepo katika msafara huo unaojulikana kama Global Sumud Flotilla GSF, uliokuwa na nia ya kuvunja uzio wa Israel katika eneo hilo la Wapalestina ili kufikisha misaada Gaza, ambako Umoja wa Mataifa umesema tayari eneo hilo lina na baa kubwa la njaa. Jeshi la Israel lilianza kuzizuia meli hizo jana Jumatano juma baada ya kutoa onyo kwamba zinakaribia eneo la bahari lililo chini ya udhibiti wake, wake Turuki, Dwan. Kwa upande wake rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amekosoa hatua ya Israel akisema nchi hiyo inaonyesha wazi kwamba haina nia ya kweli ya kuacha matumaini ya amani kushamiri Gaza. Copenhagen Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski ameionya Ulaya kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya droni ni dalili ya wazi kwamba Urusi inatafuta njia za kutanua mgogoro uliopo huku akitoa uzoefu wa, wa Ukraine kusaidia kujenga ulinzi, akizungumza katika mkutano wa viongozi takriban hamsini wa Ulaya unaofanyika mjini Copenhagen. Zelensky alisema hatua hiyo ni tishio linalovuka mipaka ya Ukraine. Zelensky aliongeza kuwa mashambulizi hayo siyo juu ya Ukraine pekee bali ni mkakati wa Moscow wa kuivunja Ulaya na Magharibi kwa ujumla. Viongozi hao wanakutana mjini humo chini ya ulinzi mkali kufuatia mashaka yaliyosababishwa na kuingia kwa droni zinazoshukiwa kuwa za Urusi katika anga za Denmark, Estonia na Poland. Aidha, viongozi hao wa Ulaya wameonyesha nia ya kushirikiana na Ukraine kujifunza uzoefu kujifunza uzoefu wake wa vita ili kuimarisha ulinzi wao. Antananarivo. Waandamanaji wa Waandaaji wa maandamano ya vijana ya kupinga serikali nchini Madagaskar wameyasitisha maandamano hayo katika mji mkuu wa Antananarivo kwa saa ishirini na nne wakiwa na wasiwasi juu ya afya na nguvu ya waandamanaji. Kando na maandamano hayo kusitishwa mjini humo, miji mingine bado ilishuhudia vuguvugu la vijana wa Gen Z kufika barabarani kudai mageuzi nchini humo, wakipata mwamko wa maandamano ya vijana yaliyofanyika nchini Kenya na Nepal. Maandamano hayo makubwa ambayo hayajawahi kuonekana kwa miaka mingi Madagascar yametoa changamoto kubwa kwa serikali ya Rais Andry Rajoelina aliyechaguliwa tena mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Umoja wa Mataifa umesema watu ishirini na mbili waliuawa na zaidi ya mia moja walijeruhiwa katika maandamano ya wiki nzima. Serikali imesema idadi hiyo siyo ya kweli. Cairo. Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF ndani ya siku kumi mwezi uliopita katika mji uliozingirwa wa Elfasha nchini Sudan yaliwaua watu tisaini na moja. Haya ni mashambulizi ya hivi karibuni kutokea ya vita kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wanaotaka kudhibiti mji huo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa, Volker Turk amesema eneo jirani na mji huo la daraja ula umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara na RSF kupitia mashambulizi ya droni na ya ardhini kati ya Septemba kumi na tisa na ishirini na tisa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia yetu leo jioni. Vifaru vya jeshi la Israel vya ifunga barabara inayoelekea mji wa Gaza. Wapalestina wanaoishi mjini humo wapewa fursa ya mwisho waondoke. Watu wawili wauawa katika shambulizi nje ya sinagogi la Wayahudi mjini Manchester, England. Na mamlaka za Uganda kimya kuhusu kutiwa mbaroni wanaharakati wawili wa kisiasa kutoka Kenya waliohudhuria mikutano ya kampeni ya mgombea urais Bobi Wine. Hali ya mambo katika maeneo ya Gaza City imechukua mwelekeo wa kuzusha wasiwasi mkubwa. Vifaru vya kijeshi vya Israel vimefunga barabara kuu ya kuelekea mji huo hivi leo, huku waziri wa ulinzi Israel Katz akisema hii ni nafasi ya mwisho kwa maelfu ya Wapalestina wanaoishi kwenye mji huo kuondoka. Wakati huo huo, Israel imeendelea kukosolewa kufuatia hatua za kuzuia msafara wa meli za wanaharakati waliokuwa wakipelekea misaada, wakipeleka misaada huko Gaza. Saumu Masimba anaripoti.

Israel imeuambia umma wa watu milioni moja wakazi wa Gaza City kuondoka na kuelekea upande wa kusini, huku jeshi la nchi hiyo likianzisha moja operesheni zake kubwa kabisa mwezi huu tangu vilipoanza vita, operesheni wanayodai inataka kuangamiza wapiganaji wa Hamas katika kile wanachosema itazilenga ngome za mwisho za wanamgambo hao katika mji huo mkubwa kabisa ukanda wa Gaza. Wakazi wa Gaza City wamewaambia waandishi wa habari wa Reuters kwamba vifaru vya kijeshi vime tengeneza vizuizi vya mchanga kwenye barabara kuu kusini mwa mji huo, na watu wanaruhusiwa kuondoka, lakini walioondoka kwa muda hapo kabla kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula au usalama, hawaruhusiwi tena kurejea. Hali ya wasiwasi imefuatia wasi tamko la waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz la kuwataka wakazi wote wa Gaza City waondoke, akitangaza kwamba hii ndio fursa yao ya mwisho kabisa kuelekea kusini kabla kuanza mashambulio makubwa ya jeshi la nchi yake. Watakaoondoka wa pia watalazimika kukaguliwa na jeshi hilo. Huku hayo yakiripotiwa, tayari Israel imeshaua kiasi watu kumi na tatu kwenye mashambulio iliyoyafanya usiku wa kuamkia leo kwenye maeneo mbalimbali ya Gaza kwa mujibu wa shirika la kiraia la ukanda wa Gaza na miongoni mwao ni daktari wa shirika la hisani la madaktari wasiojali mipaka la Ufaransa. Lakini kwingine, Israel imeendelea pia kukosolewa na viongozi mbalimbali mbali wa ulimwengu baada ya kuzizuia na kuzikamata meli za wanaharakati waliokuwa kwenye msafara wa Sumuda Flotila wa kupeleka msaada wa chakula. Kadhalika, maandamano yalizuka jana ya usiku ya umma unaounga mkono juhudi hizo za wanaharakati katika miji mbalimbali baada ya taarifa za kukamatwa kwa meli za msafara wa flotila Sumud kuanzia Roma Italia, Istanbul Athens hadi Buenos Aires nchini Argentina. Nchini Uhispania, chama cha wanafunzi kimeandaa hivi leo maandamano kwenye miji mbalimbali nchini humo kulaani hatua hiyo ya Israel. Ulaya haifanyi chochote, tunapaswa kuchukua hatua na kuingia mitaani kupinga kile wanachofanywa ndugu zetu wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Nchini Italia maandamano zaidi yanatarajiwa hivi leo, huku chama kikubwa kabisa cha wafanyakazi kikiitisha mgomo wa siku moja kesho Ijumaa. Raia ishirini na mbili wa Italia ni miongoni mwa wanaharakati kwenye msafara wa Sumud Flotila. Hata hivyo, waziri mkuu wa nchi hiyo Giorgia Meloni kwa mara nyingine ameikosoa hatua ya wanaharakati hao, wakisema haamini kwamba ni hatua itakayokuwa na faida yoyote kwa Palestina. Ubelgiji imemwita kumhoji balozi wa Israeli kuhusiana na tukio hilo la kuzuiwa msafara huo wa wanaharakati. Rais wa Afrika Kusini naye Cyril Ramaphosa ameitaka Israeli iwaachie huru wanaharakati wake waliokuwa pia kwenye msafara huo akiwemo mjukuu

Ripoti yake Saumu Mwasimba. Watu wawili wameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa katika tukio la gari dogo kubamizwa kwenye watu waliokuwa wakitembea kwa miguu na katika shambulizi la kisu linaloshukiwa kuwa ni la kigaidi nje ya sinagogi la Wayahudi kaskazini magharibi mwa mji wa Manchester huko nchini England hivi leo. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amelazimika kurejea London haraka kushughulikia kitisho hicho cha usalama A akiuacha mkutano wa viongozi wa nchi za Ulaya wanaokutana Copenhagen nchini Denmark. Selina Mdemo na maelezo zaidi. Idara ya polisi mjini Manchester, GMP, imesema kupitia taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba mwanaume mmoja anayeaminiwa ndiye aliyefanya shambulizi hilo nje ya sinagogi, siku takatifu kabisa katika kalenda ya Kiyahudi, alipigwa risasi na maafisa waliokuwa na silaha. Polisi imethibitisha kifo chake. Polisi pia wamesema kikosi maalum cha kutegua mabomu kilitumwa katika eneo la tukio baada ya mkanda wa video kwenye mitandao ya kijamii kuonesha raia wakiwapigia kelele maafisa wa usalama kwamba mshukiwa alikuwa na bomu limefungwa mwilini mwake. Polisi pia wamesema idadi kubwa ya watu walikuwa wakiabudu ndani ya sinagogi hilo wakati wa shambulizi, na watu wote waliamriwa watoke nje. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameondoka kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya unaoendelea nchini Denmark kurejea nyumbani akisema ameshtushwa na shambulio hilo la kaskazini mwa Manchester. Amelielezea shambulio hilo kuwa la kushtua mno na mawazo yao yote yako kwenye wale walioathirika. Alisema yuko njiani kuelekea jijini London na akifika ataongoza mkutano wa dharura wa kamati ya serikali yake inayoshughulikia masuala ya dharura ya kitaifa COBRA. Alichoweza kukisema wakati huo ni kwamba additional. Vifaa na nyenzo za ziada za polisi zinatumwa kwa masinagogi kote nchini na tutafanya kila kitu kuiweka jamii yaitwa Kiyahudi salama. Nimezungumza na Mark Gardner wa Jumuiya ya usalama wa jamii CST, na meya wa Manchester Andy Burnham, na nataka kuwashukuru idara zote zinazotoa huduma za dharura kwa kasi ya mwitikio wao. Starmer ameongeza kusema ukweli kwamba shambulizi hili limefanywa siku ya Yom Kippur, siku takatifu kabisa katika kalenda ya Wayahudi, kuna lifanya kuwa la kutisha zaidi. Polisi ya Manchester wamesema watu watatu waliojeruhiwa wako katika hali ya mahututi kufuatia shambulizi hilo nje ya sinagogi ya Wayahudi la Heaton Park. Watu wamehimizwa kuliepuka eneo hilo la tukio na wazungumze na maafisa wa polisi watakapokuwa na wasiwasi wowote wa huku maafisa wakiwa wametumwa kupiga doria katika maeneo muhimu. Mfalme wa Uingereza Charles wa tatu amesema ameshtushwa na kuhuzunishwa sana na shambulio hilo kwenye sinagogi. Mfalme alisema yeye na malkia Kamila walishtushwa na kuhuzunishwa sana kujua kuhusu shambulizi la kutisha huko Manchester. Polisi ya jijini London imesema maafisa wa ziada wa polisi wametumwa kupiga doria katika maeneo yanayozunguka masinagogi na maeneo ya jamii ya Wayahudi mjini humo kufuatia shambulizi la Manchester. Polisi ya London pia imesema hakuna dalili ya kitisho kilichoongezeka mjini humo, lakini wamechukua hatua za tahadhari. Selina Mdemo na taarifa hiyo kuhusu shambulizi la kutisha huko Manchester. Viongozi wa Ulaya katika mkutano wa kilele wa Jumuia ya Kisiasa ya Ulaya EPC wamesema wanataka hatua kali zaidi dhidi ya Urusi zichukuliwe na pia fedha za nchi hiyo zinazozuiwa zitumike kuikopesha Ukraine. Dkt Bulendu ametuandalia taarifa kamili. Viongozi hao wa Ulaya katika mkutano wa kilele wa Jumuia ya Kisiasa ya Ulaya EPC huko mjini Kopenhagen nchini Denmark wametoa mwito wa vikwazo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi na wamesisitiza kwamba vikwazo hivyo vilenge sekta ya nishati ya Urusi. Wametilia maanani kwamba Ukraini ipo katika mstari wa mbele katika vita vinavyoongezeka dhidi ya bara la Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema nchi yake inapendekeza hatua kali zaidi dhidi ya Urusi zichukuliwe ikiwa ni pamoja na kuzidungua ndege zake zisizo na rubani na kuzifungia meli za mafuta za Urusi. Kulingana na takwimu zetu muhimu kwa sasa asilimia thelathini hadi arobaini ya ya mwendelezo wa vita vya vi Urusi inafadhiliwa kutokana na mapato ya meli zinazofanya kazi chini ya kivuli cha nchi nyingine fedha hizo ni zaidi ya euro bilioni thelathini. Kwa hiyo ni muhimu sana kuongeza shinikizo kwenye meli hizi za kivuli, kwa sababu hatua hii itapunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kuvifadhili vita hivi. Kwa upande wake rais wa halmashauri ya Ulaya Ursula von der Leyen na kansela a Ujerumani Friedrich Merz wamependekeza zitumwe fedha za benki kuu ya Urusi zilizozuiwa kuipa Ukraini mikopo ya zaidi ya hadi yuro bilioni mia na arobaini. Kulingana na halmashauri ya Ulaya, mali za Urusi zilizofungiwa na umoja wa Ulaya kwa sababu ya uvamizi wa Urusi huko Ukraini zinafikia karibu yuro bilioni mia mbili nyingi ya mali za Urusi zinashikiliwa na idara ya hazina na dhamana ya umoja wa Ulaya Euroclear yenye makao yake makuu mjini Brussels, na kufikia sasa riba ya fedha zilizozuiwa zinatumika kuisaidia Ukraine. Waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, mwenyeji wa mkutano huo, amesema lazima ijulikane wazi kwa kila mshirika kwamba Urusi haitaacha vita mpaka ilazimishwe kufanya hivyo, na hasa baada ya mfululizo wa kurushwa kwa dron kwenye viwanja vya ndege vya nchi hiyo pia katika kambi za kijeshi. Urusi imesema wazo la kutumia mali zake zilizozuiliwa kwa kutoa mikopo kwa Ukraine linalojadiliwa na viongozi wa Umoja wa Ulaya ni la kujidanganya na kwamba litakabiliwa na majibu makali sana kutoka Moscow. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Urusi, Maria Sakarova, amesema udanganyifu wote utakaohusisha mali za Urusi utakuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na Mosco ina uwezo mkubwa wa kiuchumi na kisiasa kujibu hatua hiyo ipasavyo. Ameitaka Ubelgiji kuzingatia majukumu ya sheria ya kimataifa. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa kumi na mbili na dakika kumi na saba. Afrika Mashariki tuelekee hivi sasa, huko nchini Tanzania, zikiwa zimebaki siku chache kabla ya Watanzania kujitokeza kwenye vituo vya kupiga kura, mijadala ya kisiasa imeendelea kushika kasi nchini. Baadhi ya wananchi wameanza kuonyesha hisia zao wazi wazi dhidi ya utawala wa chama cha mapinduzi CCM, hasa pale panapojitokeza changamoto katika huduma za kijamii. Je, kauli hizi ni ishara ya mabadiliko makubwa katika siasa za Tanzania? Florence Majani anatupasha zaidi. Wakati wa Tanzania wakijiandaa kufanya maamuzi yao ya kumchagua raisi, mbunge na diwani mnamo Oktoba ishirini na tisa, kauli tata zimekuwa zikisikika mara kwa mara miongoni mwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini, wengi wao wakieleza kuchoshwa na changamoto za kijamii, ikiwamo huduma hafifu za maji afya, ajira na usafiri, huku baadhi wakionyesha msimamo wao wa wazi wa kukikataa chama kilichopo madarakani cha CCM. Miongoni mwa matukio yaliyoibua taharuki na vurugu ni lile la vurugu katika kituo cha mabasi cha mwendokasi cha Magomeni na Gerezani, ambapo wananchi waliyapiga kwa mawe na kuyavunja mabasi hayo huku wakisema wazi wazi kuwa hawaitaki CCM kwa pia kura amna kumshawishi kwa sababu hata upia kura mda uviakura wanapoziza mdawakugoranajilikana s hata upigasi aviigana nani atashinda. Hata hivyo, kabla ya vurugu hizo, hivi karibuni, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliwataka wananchi kupunguza jazba na akasisitiza kuwa kuikataa CCM hakusaidii. Tumeona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni asira za muda mfupi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema dalili hizi ni ujumbe mzito kwa vyama vyote, hasa chama tawala, ya kwamba mabadiliko katika mfumo wa uongozi na uwajibikaji hayaepukiki ipukiki. DW, imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Revocatus Kabobe kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. wananchi kutamka kwamba hawaitaki CCM Mi naona mawiri yawezekana, wahitaki kweli au wanataka wawajibike, kuwatimizia hila unayo yaitaki kwa vyombo vya siasa, hata Chama cha Mapinduzi ambacho kimetajwa hadharani, ni kuwa macho huona wanapohudumia wananchi wake, wasikubali wananchi wafike refu ya kuwakataa dharani. Mara tu baada ya vurugu hizo za jana, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan alifanya mabadiliko makubwa leo kwa kuwaondoa wakuu wa wakala wa mabasi ya mwendokasi Dart ambaye ni mtendaji mkuu Athumani Kihamia na mkurugenzi mkuu Waziri Kindamba na nafasi zao kuchukuliwa na Saidi Tunda Habibu na Pius Andrew Ngingo. Kadiri siku ya uchaguzi inavyokaribia, kauli na mitazamo ya wananchi inaonekana kuwa ni kioo cha matarajio ya mabadiliko. Swali kubwa ni je, sauti hizi zitatafsirika vipi kwenye sanduku la kura? Florence Majani, DW Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani kwa ripoti hiyo kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu. Hadi sasa mamlaka za Uganda zimesita kutoa taarifa kuhusu kukamatwa kwa wanaharakati wawili wa kisiasa, raia wa Kenya waliohudhuria mikutano ya kampeni ya urais za mgombea Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine. Msemaji wa polisi ametamka tu kwamba jeshi hilo halina taarifa za kukamatwa kwa watu hao, huku msemaji wa jeshi akisema kuwa hawezi kuzungumzia jambo hilo kwani waliowakamata hawakuwa wamevalia sare. Hofu na mashaka yanazidi kuhusu waliko wanaharakati hao. Lubega Emmanuel, ana anaripoti zaidi. Kulingana na mwenzao mmoja aliyesimulia mkasa huo, wanaharakati hao walivamiwa kwenye kituo cha mafuta katika mtaa wa Kireka nje kidogo ya mji wa Kampala siku ya Jumatano alasiri na watu waliojihami kwa bunduki wakawapandisha kwenye gari na kutoweka nao. Muda mfupi baada ya wao kutoweka simu zao zilizimwa, na imekuwa vigumu kubaini waliko wala hali walionayo. Rai hao wawili wa Kenya ambao ni wanaharakati kutoka Free Kenya Movement ni Bob Njagi na Nicholas Oyo, waliohudhuria mikutano ya kampeni za Bobby Wine anayegombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha NUP na ndiye anayetarajiwa kuleta ushindani mkali dhidi ya Rais Museveni katika uchaguzi ujao mwakani. Kupitia ukurasa wake wa X, Bobby Wine amelaani tukio hilo akisema ni kielelezo kuwa utawala wa sasa hauko tayari kuona watu walio na mawazo sawa ya kisiasa Afrika Mashariki wakishirikiana. Msemaji wa polisi Kituma Rusoke amekanusha tuhuma kwamba wanaharakati hao walikamatwa na polisi na kuelezea kuwa hana taarifa zozote kuhusu kisa hicho. Kwa upande wake, msemaji wa majeshi Brigedia Jenerali Felix Klaie amesema hawezi kutoa tamko kuhusu kisa hicho, kwani madai yanayotolewa ni kwamba waliowakamata wanaharakati hao wa kisiasa hawakuwa wamevalia sare. Akiongea muda mfupi na DW kwa njia ya simu kabla ya kurusha taarifa hii Jenerali Kulaiji amesema, unavyoniuliza sijui, hatujafanya hii operation, hiyo siyo kazi yetu bwana, kwa hivyo unavyoniuliza mimi sijui. Amemtaka kiongozi wa upinzani Bobby Wine atoe ushahidi kama kweli watu hao walikamatwa. Matukio ya kuwakamata wanaharakati wa kigeni na wanasiasa wa upinzani miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki yameshuhudiwa katika kipindi cha mwaka mmoja Mwezi Novemba mwaka elfu mbili kumi na tatu mwanasiasa maarufu wa Uganda Dkt. Kizza Besigye alitekwa kutoka Nairobi na kufikishwa katika mahakama ya jeshi Uganda. Mwaka jana, wanaharakati kadhaa kutoka Kenya na Uganda walikamatwa Tanzania walipokwenda kuhudhuria kesi ya mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu, walidai kukiukwa haki zao za kibinadamu na baadaye kuvushwa mipaka na kurudishwa kwenye nchi zao. Kulingana na kiongozi wa kundi la haki za binadamu Kenya lijulikanalo kama Vocal Africa Hussein Khalid, mwenendo huu ni kielelezo kwamba tawala za mataifa ya Afrika Mashariki zinashirikiana katika kukandamiza upinzani. Manuel, DW Kampala. Najat Omar yuko tayari kabisa kutujuza yale ambayo yamevuma katika mitandao ya kijamii. Karibu. Asante sana. Kwenye mitandao ya kijamii yaliyovuma ni mengi, lakini na machache tu aa. Na nianzia huko nchini Kenya ambako rais wa nchi hiyo William Ruto ametangaza mpango wa kuajiri wana michezo mia tano katika vikosi vya usalama vya nchi hiyo ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha sekta ya michezo uh -huh. Ameyasema hayo katika hafla ya kuwapongeza wanariadha wa Kenya waliowakilisha mashindano ya wa dunia uh, huko Tokyo. Sasa kauli hiyo ya rais Ruto imeleta maoni tofauti, lakini maoni mengi yakiwa ni maoni ya chuki, maoni mengi yakiwa yanahoji kwamba kauli zake zinatekelezeka au ni maneno tu ya kisiasa. Wanasemaje? Kwa mfano, Brian uh, anajiita Brian Kenya, anasema mpango wa kuajiriwa na michezo ni mzuri, lakini je, ni kweli au ni ahadi nyingine tu kama zile za chapati milioni? Swali lake lilikuwa hilo. Kuna mm -hmm. Hadi pia masole ya maswala ya kula chapati na kutengeneza chapati. Mama Njeri anasema na, na, na, wana picha nyingi sana za chapati eh, eh, mpaka mpaka mpaka nini bet cover la kujifinika chapati, <laughs> chapati. <laughs> wanamichezo wetu wanahitaji msaada, sio tu sifa. kama serikali itawapa ajira na mafunzo ni hatua nzuri, lakini sidhani kama inatekelezeka. Wanjiku realistic anasema serikali inapaswa kuonyesha uwazi kwenye, kwenye mchakato wa ajira, tusije tukasikia watu wenye mifumo ama connection Dio wanapata hizo ajira mia tano. mm -hmm. Sasa msikilizaji um, pamoja na Charo, kama walishawahi kuona zulia jekundu likimwagwa liki kwa ajili ya walimbwende mm -hmm. huko nchini Saudi Arabia zulia jekundu litatandikwa kwa ajili ya paka warembo. paka warembo na wazuri jijini Riyadh <laughs> ambao ndo itakuwa maonyesho ya, ya kipekee ya paka yatakayofanyika katika ukumbi wa kima wa kimataifa wa mikutano ya maonyesho huko Riali, Saudi Arabia, litatandikwa zulia jekundu na kutoa nafasi kwa paka mia moja kutoka Saudi Arabia na mataifa mengine, watashiriki katika kapeti hilo jekundu, wakitafutwa paka mzuri mwenye manyoya, macho mazuri na hata wanasema speech, sijui kwa Kiswahili, tunasemaje? Ungeweza kusema ni aina. aina, ya paka pia linatumika eh, mm -hmm. ya wapaka pekee. Lengo ni kuwatambua paka na kusherehekia utamaduni wao kuwa karibu na binadamu <laughs> <laughs> Lakini taarifa hii pia ipo katika oh. kurasa zetu za DW Kiswahili na DW Facebook, pia nadhani watapata maoni mengi. Lakini kwa mfano huyu Aisha Harbaba ni hatua nzuri sana. Paka ni sehemu ya familia kwa wengi kuwatambua na kuwekea zulia jekundu ni ishara ya upendo kwa wanyama mm -hmm. Huyu anatoka Saudi Arabia, Mwaisudi, anasema Saudi Arabia inabadilika kwa kasi sana, miaka michache iliyopita hili lisingewezekana, sasa paka wanapewa heshima ya kistaa. mm -hmm. Kweli dunia inakwenda kasi. Ahmed Tichi anasema wakati mwingine uh, wakati wengine wanahangaika na ajira, chakula, serikali ya Saudi inatandika zulia jekundu. Kweli kila mtu ana kipaumbele chake, charunishi hapo haya namwona hapa adad mzamiru anatokea kule kaibanja bukoba ni tanzania anasema hao wanaharakati wa kenya waliotekwa ni ukandamizaji wa demokrasia ni maoni ambayo yametufikia kupitia ukurasa wetu wa facebook na anamwona pia elia vuri asema mwaka huu hakuna uchaguzi Tanzania, haiwezekani chama kikuu cha upinzani Chadema kiwe hakishiriki uchaguzi alafu watu wakubali kirahisi. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema matukio ya utekaji na kupotea kwa baadhi ya wanaharakati ambao wamekuwa wakidai haki za kidemokrasia na mabadiliko ya uongozi yamekuwa ya kawaida, hasa kwa Afrika Mashariki, hivyo tukio hilo si la kushangaza kwa wakati huu. Mugishangwe Laurian anasema nipo Bukoba vijijini. Uh, pole sana kwa Uingereza kwa kuwapoteza wapendwa wenu kutokana na ajali ya gari. Ilibariki Ernest, serikali ya Tanzania ni kama haipo, watu wanatekwa, watu wako kimya zaidi. Utasikia eti mtu mmoja tu kafa, mnapiga kelele. Kaizerenge y yani dunia kuna mapacha watatu wanaofanana, Tanzania, Kenya na Uganda. Nadhani anazungumzia matukio ya wanaharakati wa Kenya kutekwa huko nchini Uganda. Denis Zeno anasema halafu, viongozi kama hawa ndio wanalalamika kuwa wanabaguliwa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa uliokuwa unaendelea, watakwenda umoja wa mataifa kujadili nini wakati si wasafi? Isaya Sambo huyo anasema mbinu za ziada zitumike kudhibiti hayo matukio ya ugaidi kutumia vyombo vya moto, kwa maana ni matukio yanayokithiri na kugharimu maisha ya watu. Hasani Mlacha katika Facebook anasema ni wape pole wananchi huko mji wa Manchester ambako gari imevurumishwa katikati ya watu na kuwaua watu Ukurasa wetu wa Facebook unamwona Alois Samba kutoka Arusha. DW asanteni sana kwa habari za uhakika kila pembe ya dunia tunasikika. Asante sana Charo alama Emelia, naomba niishie hapa. Asante sana, asante sana Najet Omar, na asante msikilizaji kwa kuendelea kututegea. Asante pia vilevile Selina Mdemo kwa kutuongoza katika matangazo haya. Mimi ni Joseph Charo, kwa niaba ya wote tulioshirikiana kuyafanikisha, hiyo ni njema. Kwa heri.